Printing press na hivyo ndio kazi ya kanisa kwa ajili ya kutoa mwanga. Mimi nataka nieleze kwa ufupi, pengine kwa nini kwa hapa. Mtumishi wa Mungu mmoja, ambaye alikuwa hajulikani sana, alikuwa hana heshima yoyote kwa wakati ule, lakini akatamka jambo moja ambalo likamfanya akajulikana sana, akasema Roho ya Bwana Mungu i juu yangu, naye amenitia mafuta amenipaka mafuta na kuniweka wakfu ili kuwahubiria habari njema masikini, kuwatangazia habari za ukombozi watu waliokandamizwa, na kutangaza mwaka wa Bwana. Huyu alikuwa ni nabii Isaya na aliweka andiko hili katika kitabu cha Isaya sura 61 mstari wa kwanza mpaka wa tatu. Yesu Kristo kabla hajaanza kuhubiri neno la kwanza, ambao ndilikuwa ilani yake, alilitaja pale madhabahuni, lilikuwa neno hilo hilo, akanukuu Isaya kama ilani yake ambaye aliyetembea nayo katika ukombozi wa miaka yote mitatu kabla ajafa pale Kalvari. Kazi ya kanisa ni kuendeleza mpango wa Yesu Kristo wa kuwakomboa wanadamu katika vifungo vyote vikiwemo vya kimwili na vya kiroho, na ndio maana alipokwenda hekaluni akawafukuza wale waliokuwa wanafanya utapeli hekaluni. Kufukuza watu wanaofanya utapeli hekaluni halikuwa ukombozi wa, kimu, wa kiroho, ulikuwa ukombozi wa kimwili. Sasa katika nchi yetu miaka iliyopita, Nyerere aliposema tumeonewa kiasi cha kutosha na tumenyanyaswa kiasi cha kutosha, nataka niwaambie kwamba juzi tunakuja hapa, tumekujana tumepishana na mwenge mwenge wa uhuru unajua asili ya huo mwenge wa uhuru? Mwenge wa uhuru ule, zana yake ni sala ya Mtakatifu Francisco wa Assisi. Yesu. Nyerere alisema kwamba tumekusudia kuwasha mwenge na kuweka juu ya mlima Kilimanjaro, umulike nje ya mipaka, kaeleza kuleta matumaini palipokosa matumaini. Nyerere alikuwa amevuviwa na padri wa kanisa Katoliki alikuwa anaitwa Father Welsh. Yeye ya alikuwa mtu wa Ireland. Wakati wa Tanganyika wanadai uhuru kwa chama cha TANU, ndipo Father Welsh au padri Welsh akamwambia Nyerere njia nzuri ya kupata uhuru bila kumwaga damu. Akamuita chemba, akamweleza panorama au siri yote ya ukombozi bila kumwaga damu. Baada ya Nyerere kupata siri hiyo akajiuzuru Pugu, alikuwa anafundisha shule ya mission ya, ya, ya kanisa Katoliki, akaanza kuzunguka kwenda umoja wa Mataifa kuwaeleza kudai uhuru. Nyerere alifika mpaka kwetu kule, tulikuwa na nchi yetu, Chifu Mwamakula alikuwa akitawala kule, akawaunganisha watu wote kuwa sehemu moja ndipo ukapatikana uhuru wa Tanganyika bila kumwaga damu. Siri kubwa ni kwa sababu kanisa lilikuwa sehemu likatoa siri kubwa kwa wapigania uhuru. Waislamu pia walikuwa sehemu ya kupigania uhuru. Mimi lakini naeleza kwa upande wa Kristo. Sasa tumepigania uhuru lakini hata wana wa Israeli walipotoka kule Misri bado walikuwa wako, wako huru kule Kanani lakini kuna kipindi walikuwa wanatekwa, wanakandamizwa. Mungu inabidi ainue watu wengine tena, akawainua kina Gideon. Kwa hiyo mapambano yanaendelea. Sasa miaka ya hivi karibuni, kuna jambo ambalo limeingia katika nchi yetu linalosikitisha. Mwaka jana nilifuatilia sana uchaguzi wa serikali za mitaa. Napata taarifa kule Misenyi, kuna mtu alikuwa ametia nia kupitia chama cha Chadema, aliuawa na ile habari ya Miseni haikusemwa sana, nilisema mimi nikafuatilia. pale Kagongo la Mboto kule kwetu kule Dar es Salaam, kuna mtu aliuawa. kule Singida natoka mheshimiwa Liso, kuna mtu aliuawa amepigwa risasi. kule Tunduma karibu na kwetu, kuna mtu aliuawa, lakini habari za utekaji sasa hivi zimekuwa za kawaida, ingawa wanatekwa sana watu ambao ni wa vyama vya upinzani, lakini hata sisihemu nao wanaanza kutekwa kwa hiyo sasa, habari ya namna hii, hao wanaotekwa ni waumini. Akiuawa sisi tunakuja kuzika, wale watoto wanakuwa yatima, wanahudumiwa na kanisa, wanawake wale wajana wanahudumiwa na kanisa. Sasa tukiendelea kunyamaza kwamba kuna amani, kuna amani, tutakuwa wanafiki, na sisi maaskofu hatuwezi kuwa wanafiki. Ndipo tumekuja kuwahamasisha Watanzania. Mimi natumia jukwaa la Chadema kuwahamasisha wa Tanzania tuungane, tuandike katiba mpya ya nchi yetu, lakini pia tuungane kuiambia serikali na Chama cha Mapinduzi kwamba mfumo wa uchaguzi ni wa uonevu, ni wa ukandamizaji, haufai kwa haki na Isaya anasema hakuna amani kwa wabaya, Isaya 57 mstari wa kumi na nane na ishirini. Kwa hiyo kwa sababu hiyo basi hakuna amani, hakuna haki, kwa sababu kama hakuna haki hakuwezi kuwa na amani. Ninawaomba watu wa Ndanda, ninyi mlikuwa wa kwanza, wazazi wenu kuimarika kupata elimu na ufunuo ule. Sasa mseme Askofu Mwamakula alikuja hapa amesema Watanzania wote tuungane tuandike katiba mpya. Yeyote ambaye anadhani kwamba hicho sio akifai basi huyo hamtumikii Mungu aliye wa kweli. kwa tuko mahali hapa, sisi kama kanisa hatuwezi kusubiri mpaka watu waanze kuwawa kama Kongo ndo tuanze kujitokeza na majoho yetu, wengine tumejitokeza sasa, kwamba tunaweza tukazuia vita kama ya Kongo kwa kuandika katiba mpya kwa kuwa na tume huru ya uchaguzi na kwa kuwa na mifumo huru ya uchaguzi, na kukomesha utekaji, kukomesha uuaji, kukomesha mao, ma, maonevu katika nchi yetu. Kama unaamini hayo, punga mkono, sema amina. Asante sana baba askofu. Kazi ya kutafuta ukombozi sio kazi ya CHADEMA peke yake, ni kazi ya viongozi wa dini, ni kazi ya mapolisi, ni kazi ya wananchi. Wananchi, tushirikiane kutafuta ukombozi na uu